Mgombea udiwani kata ya Likombe leo Oktoba 20, amefanya mkutano wa hadhara wa kampeni kwa kunadi sera na kuomba kura kwa wananchi wa mtaa wa Lilungu uliopo katika kata hiyo. Nikuta na mimi Saidi Salumu Seif. Twendeni mkanichague kwa mara nyingine tena niweze kuwatumikia ndani ya kata ya Likombe kwa muda wa miaka mitano, muliniamini kwa muda wa miaka mitatu na nusu yaliyofanyika watu wamezungumza mengi, na nashukuru kwamba leo nyumbani wengi wamezungumza, wameonyesha kwa mifano, tungalikuwa tuko sambamba kwamba nusu vipofu nusu wanaona. Ningekuwa na muda mwingi wa kuelezea, lakini kwa leo niseme tu kwamba kata yetu ya Likombe imebahatika, walemavu wa macho ni wachache, wengi mnaona. Uongo kweli? sekondari simmeiona barabara ya lami si mmeiona? Ofisi za mitaa si mmeziona? Makarabati si mmeyaona? Jamani, hivi hata umeme hamjauona? Maji mmeona? Hivyo mnavyotaja ndani ya kata Likombe tulipungukiwa, lakini baada ya kuingia vimetekelezwa. Kwa uongo kweli, tumichonga barabara nyingi nazoingia, tumeweka changarawe takribani kilometa nne nukta tatu mbili tumeweka changalawe hata huu mtaa wa Lilungu tumeshaanza kuweka maeneo yetu ya kwenda kwa mzee wetu Zamea. Safari hii tunakuja hapa juu mpaka kieleweke. CCM oye! Tumeweza kuleta maji kuanzia vioski vidogo vidogo ama visima kila mtaa, lakini tumekwenda baadhi ya mitaa tumeweka maji ya mabomba na nachoambia, tuna kilomita stini za maji zitakuja kwenye kata kata alikombe alikombe, lakini tushaanza kuweka bilioni kumi na tisa viwandani kwa kata. Ni waombe sana ili tuweze kumalizia yaliyobaki, lakini mjue kwamba kata yetu ya Likombe baadhi ya maeneo kulikuwa kuna changamoto kidogo ya makalavati. Tumeweka zaidi ya kumi na tatu ama kumi na tano Ofisi yetu ya kata wakati naingia alikuwa hakuna mfumo wa tayama, sasa mambo ya bam bam. hakuna kwenda kufuata foto machine mjini, tuna printi mambo yetu pale pale. Tunaandika barua kwenye kompyuta pale pale. Internet iko pale pale. Nani kama Samia? Sura sana. Nami niwaambie ni bingwa wa kufanya kazi na viongozi walioko madarakani. Nifanya kazi na Mtenga, alikuwa ana mifuko minne ya maendeleo kwenye jimbo la Mtwara mjini tu sisi wana Likombe tulikuwa ndo majayant wa kwanza kupata miradi mingi. Kwenye mfuko wa halmashauri tulikuwa tunaongoza, kwenye mfuko wa bunge wa jimbo tulikuwa tunaongoza, lakini kwenye mfuko wa serikali kuu tulikuwa tunaongoza na mfuko wa wadau ulikuwa hata mimi mwenyewe ndio nasimamia ule mfuko. Baada ya katibu alikuta mimi nipo. Likombe tumenufaika sana. Hata pale tulipokwenda kuchangana photocopy machine, mheshimiwa mbunge alisema hapana. Msinunue photocopy machine, naleta mie. Tulivotaka kuchangana madawati sekondari yetu ya Likombe, Mheshimiwa mbunge alisema mfuko wa jimbo na mfuko wa dau tutakwenda kuona kuletea viti. Tumepeleka viti pale 40. Nani kama Samia? Nipeni kura mimi na Joeli tuweze kufanya kazi kumshauri mama Samia Suluhu Hassan watuletee maendeleo Likombe. Wanalikombe sisi ni wanufaika wa viwanda ndani ya jimbo la Mtwara mjini, kata yetu ni kata ya uwekezaji. Nipeni ridhaa tuweze kupokea miradi ya uwekezaji ili niweze kuwasimamia kwenye maendeleo, yani mtakokuwa mnapata vibarua. Nani kama Samia? CCM oyee! Baadhi ya wananchi waliojitokeza kusikiliza sera za mgombea huyo wamemtaka kuwatekelezea miradi ya maji pamoja na miundombinu ya barabara endapo watampa ridhaa Oktoba 29 kuwa diwani wa kata hiyo. Kwa, kwa majina anaitwa Rehema Sulemani Dili. Yaani mimi hapa sana sana ningependa tuongezee barabara, barabara zetu zote za kuja Lilungu zote ni mbovu. Yaani akijitahidi kwa hilo hamna shida. Yaani sisi yule ni diwani nzuri sana, diwani ambaye anashaurika kwa sababu ni jirani yetu tu pale. Siku nyingine ukijisikia sina chombo, unaweza ukaenda kuomba kwa diwani ukapata yeye anatufanyia maendeleo hachagui habagui. Uwe kafu uwe Chadema uwe nani, wote wote yeye anwatoto wake wote, anatufanyia haki. Kwa kusema ule ukweli, hana baya kwao, tunapenda tuatuusaidie barabara hizi. Barabara zetu ni chafu sana, yaani sisi shida yetu kubwa ni barabara. Basi zimechongwa, lakini zikichongwa ikija mvua zinaharibika wafanya taratibu mwingine yani. Jina langu Fatuma Malasi Musa, ni mkazi wa tawi la Lilungu. Ninachomwomba Saidi Seif, akishapata madaraka haya, tukishamchagua, atufanyie mazuri zaidi kupita pale. Kwa sababu wengine tuko kwenye mfereji, yaani ile alifanyia mkazi, tupate kulala vizuri usiku maji ikinyesha mvua. Kwa hiyo sisi tunamuombea kila laheri, tutamchagua bila wasiwasi, na tuzidishie mazuri zaidi hatuna kero zaidi ya hapa. Naitwa Shamimu Abduli Juma, mjumba wa kamati ya utekelezaji wa wazazi kata Likombe. Mgombea Saidi Salumu Sefu, mgombea udiwani kata Likombe, nimemkubali na nimemwelewa nime, nime, nime sana kwa sababu bila mbambamba bila nini, mimi mwenyewe nilishauri kwa mke wa mheshimiwa diwani aliyepita, hili akuweza kutekeleza ilani kama alivyotekeleza huyu Saidi Salumu Sefu. Kwa hiyo huyu kaka, Mwenyezi Mungu naomba mjalie sana sana katika mambo yake yote. Likombe sasa hivi inang'ala kupitia yeye. Pia ninaomba sasa hivi kwa mheshimiwa huyu diwani, lami pale lipoishia, aendeleze Likombe, tuzidi kuonekana, maana Likombe ilikuwa kata ya mwisho, lakini tangia miingiae madarakani, Likombe sasa hivi kila mtu anaijua na katika system wilaya y Mtwara mjini kata zote kumi na nane, Likombe ndo kata mama ya CCM. Lakini hata hivyo madiwani walioka wanapita walikuwa hawajali Likombe, lakini amekuja huyu baba miaka mitatu itasema miaka kumi. Tunaomba Mwenyezi Mungu amzidishie riziki na umri mrefu, tuzidi kumchagua aendeleze maendeleo kata ya Likombe.